Juni mbili mwaka 2025 katika mahakama ya mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kutokuwa na mwendelezo wa kesi mbili zinazomuhusu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu. Kesi ya kwanza ni ile ya uhaini ambayo upelelezi wake bado haujakamilika, wa hivyo inakuja kwa ajili ya kutajwa, na kesi ya pili ni ile inayohusu uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube, ambayo leo inaanza kusikilizwa rasmi. Nje ya mahakama hiyo, ulinzi umeimarishwa huku wanachama wa Chadema wakionekana kuingia na kukaa wakisubiri muda wa kesi ufike na kuweza kuingia ndani ya chumba cha mahakama. Ikumbukwe, mwongozo uliotolewa na mahakama umeeleza kuwa leo wat wataruhusiwa tu watu 80 mawakili wa serikali na watu wengine kumi, mawakili utetezi na watu wengine sitini na waandishi wa habari kumi. Hii ndio hali ilivyo kwa mahakama ya Kisutu, uh, kwenye kesi tajwa hapo za Mheshimiwa ndu Antipasi Lissu mwenyekiti wa CHADEMA Taifa.